Ebana, hu hali gani? Na karibu kwenye anga la kimichezo, sisi siku zote uketi kitako kuzungumza yale yanayohusiana na mpira wa miguu hususan jana kulikuwa kuna mchezo wa ligi kuu soka Tanzania Bara. Mara baada ya dakika 90, tulipata wasaa wa kuzungumza na Heavyweight na usiku wa leo e, ipo taarifa ambayo imenisogeza karibu zaidi na Heavyweight kubwa hasa ni kutokana na kile ambacho kilijiri katika mchezo wa jana. Nianze kwanza kwa kujua hali yako kabla sijakujuza kile ambacho mimi nimekiona kwenye mitandao ya kijamii e, huwa hali gani hivi? Na namshukuru mwenyezi Mungu, asalamu alaykum. Salamu kaka. Uko vizuri eh bana? Mimi ni kupitishe kwenye taarifa ya afisa habari wa Singida Black Stars, anaitwa Hussein Masanza, anasema baada ya kujiridhisha kuna matukio hayakuamuliwa eh kwa haki kwenye mchezo wetu dhidi ya Simba Sports jana, tumewasilisha rasmi barua malalamiko kwa mamlaka husika kwa mujibu wa kanuni na kueleza msimamo wetu kama klabu. Yani wao Singida Black Stars, tuanzie hapo. Jana uling'amua, lakini bado eh, watu wamekuwa na hisia eh, za sintofahamu kutokana na maamuzi ya Heri Sasi. Maamuzi waliyoyafikia wao kama klabu, nadhani wapo sahihi kuchukua hatua zaidi za kwenda TFF ili ili swala liweze kung'amuliwa Ah, of course wapo sahihi <coughs> kwa sababu kikanuni wapo sahihi kwamba ukiona kuna uh, mambo ambayo hayajakuridhisha kwenye mchezo, unaruhusiwa kutoa malalamiko. Unatakiwa tu uzingatie vitu ambavyo vipo kwenye kanuni, ikiwemo kuandika kwa maandishi, kupeleka malalamiko na of course kuna timeline pale ambayo ina guide kwamba wewe unatakuwa utoe malalamiko muda gani, umenielewa? Nafikiri ni masaa yasiyopungua ya, ya, ya, ya, ya. Of course yasiozidi sabini na mbili, sio yasiopungua, yasiyozidi sabini na mbili, na unatakuwa uaddress kile ambacho unakilalamikia pale kwa, kwa maandiko na ukipeleke kwenye bodi ya ligi, maanake na wao bodi ya ligi watapeleka kwenye vyombo vingine kama wataona inafaa, lakini hata wao wana uwezo pia wa kutoa maamuzi. Kwa hiyo wapo sahihi kikanuni ki, ki, ki, lakini e, mimi ambacho nina doubt nacho kwenye hiyo taarifa ni mwishoni hapo mwishoni kabisa kasema kwamba wao kama klabu watatoa msimamo. Sasa yani, hicho ndio kitu ambacho mimi sikielewi, yani kwamba ushapeleka malalamiko. Unajua unavopeleka malalamiko, maanake ni kwamba unategemea watu kwanza wayapokee malalamiko yako, sijui umenielewa. Utanielewesha kama, utanile, maana kama unaona nakosea lakini Lame. mimi kwa uelewa wangu naelewa kwamba malalamiko ukishapeleka sehemu yanapokelewa kisha yanasikilizwa yakishasikilizwa yanatizamwa, je, yana mashiko kabisa, si unanielewa? Alafu baada ya kuwa na mashiko, kwa sababu pia hata wao wapokeaji malalamiko wana kwenye kanuni, ukisoma zinaeleza kwamba wanaweza wakatumia mpaka siku kumi na nne, manake hizo ni zaidi ya wiki mbili. Mm, eh, ku, ku, ku, ku, ku na kutoa majibu, si unanielewa? Kwa hivyo e, wataangalia malalamiko, je yana make sense? Ah, okay, ya malalamiko, ana make sense, wanalalamika nini? Labda penati wanalalamikia penalti. Uh, okay, kweli zilitokea. Okay, penalti. Kwa hiyo wanacholalamika wana, wana, wana wao ni nini? Sababu lazima uaddress kwamba tuna, tuna, -tunaona hivi na hivi lakini mwisho wa siku tu niwaambie au Singida kwamba of course malalamiko yanaweza akaleta mm. impact kwa, kwa namna fulani, kwamba kikubwa wategemee labda muamuzi Heri Sasi, eh, akija kuonekana kweli anama, ana hatia, basi anaweza akakutana na adhabu. Naelewa lakini si kwamba eti itaaffect matokeo kwamba labda matokeo yafutwe au nini. Hakuna kitu kama hicho, hakuna mba. kitu kama hicho, maanake Simba wao hawahusiki na makosa ya maamuzi. Ni kitu ambacho kinajulikana kwa sababu mara nyingi maamuzi akifanya blanda anaadhibua mwamuzi sio, sio timu. Sasa mimi nafikiri, kwa nelewa sio kwa ubaya mm. lakini nafikiri ah, kwanza Of course mechi inaonekana kweli walikuwa wanaitaka kwa sababu mimi nilivyoangalia kikosi chao mimi nilitegemea kutakuwa kuna, kuna rotation kwa sababu katika mchezo wao dhidi ya Yanga walifanya rotation kubwa, kubwa, na walisema kwamba eh, wao wana kawaida ya kufanya rotation, kwa sababu pia wana kikosi kizuri, wana wachezaji wengi ambao wanaweza kucheza mechi kubwa. Kwa hiyo nilitegemea kuona rotation iki, ikiendelea. Okay. Sasa kwa kitendo cha kuonesha kwamba hawakufanya rotation, wenaelewa manake ni kwamba mechi walikuwa wanaitaka. Sasa kwa sababu mechi walikuwa wanaitaka na matokeo hayakuwa upande wao wakafungwa waka goli moja sifuri, eh, wamejikuta waki wakigagazika na ndio wanaanza kuanza kupeleka sasa malalamiko na nini. Lakini niwaambie, labda niwashauri kwa sababu mimi nimekuwa mtu wa kutoa ushauri, ni kwamba uh, malalamiko mara nyingi yanapoteza muda. Jambo la kwanza watu wanabidi waelewe unakuwa kuna vitu vya kufanyia follow up, umeelewa. Kuna details utabidi utoe sijui na nini na ni, kwa kifupi, kuna mambo mengi, umeelewa. Sasa wana, wana, wana, wana muda wa kupoteza muda? Hapana, kwa sababu tayari kuna mchezo tarehe 31 nusu finali, nusu finali ya kombe la FA, na huyo huyo ambaye anamlalamikia ndo wako naye. Kwa hiyo psychologically wanaweza wakajitoa mchezoni wao wenyewe, au maybe wanaweza wakawa wanatumia zile mbinu za e, za, za kinau, kwa zile kwamba e, tukifanya tuki hivi na labda, tutamtia pressure mwamuzi anayekuja mwingine wakuchezesha nusu fainali au tutawatoa Simba mchezoni au nini, hizo ni mbinu za akina okay. kwa sababu haziwezi kufanya kazi kwa timu kongwe kama ya okay. yes. Yeah, haiwezi kufanya kazi kwa timu kongwe kama ya Simba Sports Club. Kwa hivyo ningewashauri badala ya kudili na hizi propaganda sijui za tuna nini au hata kama wamepeleka malalamiko kweli wange focus na huu mchezo, focus iwe kwenye huu mchezo. Haya mambo ya sijui huku na huku na mimi napenda sana kutoaga haya maushauri kwa sababu moja, sisi mpira wetu tunauendesha katika imani, tunaamini kwamba ukifanya hivi utawatoa watu hivi, ukifanya hivi lakini kwenye professional leagues huko, ligi ambazo zimeendelea, huwezi ukakuta mambo kama hayo mba sijui Manchester City nachezana Man United, Manchester Derby usikie sijui kuna huyu kafanya hivi sijui nini, kwa ajili ya kumtoa huyu mchezoni. Ni mambo hayo sasa hivi hakuna, sio. Lakini huku ndo kuna hayo mambo jo, ah tukifanya hivi hao wataona hivi, tutatoa tuta, mchezoni, sio yeah. na ndio maana kitu kikitokea iwe cha u-serious au cha, cha cha, cha, ajabu mm -hmm. bado watu watakuwa kuna scenario za kufikiria kwamba mm, hii sije ikawa mind game. Kwa mfano nitakupa mfano kwenye issue ya dabi mm -hmm. kwamba Yanga walivyosema hawachezi bado kuna watu wana, wana, wako baina, baina. Kuna wengine wanaamini Yanga watakuja kucheza ile ile, ni mind game, ili Simba wasijiandae jambo ambalo wa si kweli, kwa sababu mseme hamchezi, mseme mnacheza, Simba atajiandaa vizuri tu. Mm, maandalizi yako, yako vile, vile na makubwa tu hayaathiri chochote. Mm. Lakini tayari tu kwamba kwa sababu tumeshazoea nchi yetu hii kwamba kuna vitu vitu kama hivyo kwamba inaonekana mind game sio mind game na nini, tayari manake kuna watu Eh, wanakuwa wana, wana, wana yaani akili yao inakuwa inawatuma either inawezekana hawa Yanga watakuja kwenye mechi ila wanafanya mind game au inawezekana hawaji kweli serious na pengine inaweza ka affect sehemu kubwa ya ligi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tayari nafikiri hata wewe mwenyewe unasikia kwamba eh, inawezekana mind game na nini na nini umeonaielewa. Lakini sasa hizi mind game hizi ni mind game mchuzi tuachane nazo hazisaidii. Kikosi cha Singida Black Stars kilichocheza jana na Simba Sports, kichukua kikosi hicho hicho, alafu kipam kichezeshe ki, ki, ki, na Young Africans kichezeshe na Azam, kichezeshe na timu nyinginezo zilizosalia huko chini. Unamwona kabisa eh, Singida Black Stars akiwa katika ushindani wa zile nafasi muhimu aidha ya kwanza ya pili mpaka ya tatu, achilia mbali nafasi ya nne. Unakiona kile kikosi kwamba kina uwezo wa kuweka ushindani na kupata kile inachohitaji uwanjani kama haya makando kando yanayozungumziwa akiwa nje pembeni, yani uh, labda ni swali lako naye nikuulize yeah. Kwamba kwamba mfano kikosi cha Singida mm. Ukichukua ndo kiwe Yanga au unamaanisha vile vile kibaki pale pale Singida, Singida. Ah. Yani, sasa tutoe hizo fitna tuweke mpira unachezwa kwa haki, maana hapa tunazungumza, umezungumzia mfano Young Africans hawa hawa hmm. e, Singida Black Stars walifanya rotation ambayo ilizua gumzo kwenye vyombo vingi vya eh, vya habari mara baada dakika 90 kumalizika na jana pia kumezua gumzo mara baada dakika 90 kumalizika sasa kwa nini iwe iwe Singida Black Stars? Ni kadhani labda pengine kwa sababu ya kikosi walichonacho moja, unaona hiyo nafasi ya hiki kikosi kama kweli mwalimu akidhamiria na eh, malengo ya klabu na wachezaji wakabeba hiyo dhamira, unaona katika hizo nafasi. Unajua mm. Singida Black Stars sio kwamba wana kikosi kibaya mm. jambo la kwanza, uh, wana kikosi kizuri sawa sana tu, na kuna wachezaji ambao wanaweza wakacheza kwenye timu kubwa, lakini kwa kusema kwamba uh, ukitoa sijui fitna sijui na nini na ni kwa sababu mimi huwa na hapo tunapobisha, hata kwenye Azam FC mara nyingi mimi Azam FC uh, akili yangu inaniambia kwamba sio kweli kwamba fitna zinawatoa kwenye, kwenye mbio za ubingwa, sio kweli, umeelewa hata kwa Azam. Achilia mbali huyu Singida ni mtoto mdogo tu Azam FC E, ni timu ambayo imejidhati, umeelewa im kiuchumi, wachezaji wanapata accommodation nzuri maybe kuliko hata Simba na Yanga, miundo mbinu, maanake hata kwenye eh, wana uwanja wao wa kuchezea mechi, wana uwanja wa mazoezi, wana hostels za kisasa, wachezaji wanakaa wana kwenye mazingira mazuri, kwa hiyo wamekuwa wakilalamika kwamba unajua eh, hawapati ubingwa kwa sababu hizi mechi za Simba na Yanga, kwa sababu hizi huyu, uh, hawa wengine wana mechi ambayo wa haitakiwi kushinda, wanashinda siku hiyo, mechi ambazo hazitakiwi watakotoa sare, wanashinda na nini na nini, mechi zao Yanga na Azam, Yanga na si, Azam na Simba, wanabebwa si, vilabu vikubwa na vitu kama hivyo. Of course kwa sababu ukiachana na michuano ya ndani sawa, so, eh, kuna michuano ya kimataifa umeona, kwa mfano kama Morocco pale. Morocco kuna timu ambazo ni dominant unazungumzia Widad, Raja, unazungumzia FAR Rabat, fa, fa labda na maybe na FUS Rabat. Alafu ndo anakuja RS Berkane. Lakini yule RS Berkane ndani alikuwa had dominate ndo kachukua ubingwa wake wa kwanza, mara ya kwanza msimu huu uliomalizika. Lakini nafikiri unaona jinsi ambavyo wanafanya kwenye michuano ya kombe la shirikisho. Kacheza fainali tano. Tena fainali nyingi kuliko timu yoyote kutoka Morocco. Ameendelewa? Sasa e, eh, sasa Azam FC Eh, nimekuja kwa, ya, kwenye Azam nimetoka kidogo kwa Singida ili nikuonyeshe picha kubwa zaidi afu nitarudi kwa huyo Singida. Azam FC yeye si anaonea ndani. Kwenye shirikisho mbona anashindwa kuonyesha ule uamba kwa sababu kule ha, hakuna atakayekuingilia Simba Yanga, kule hakuingilii. Sio unanielewa? Kule perform, yani fika finali nusu, cheza makundi. Mbona Namungo akacheza makundi? Sina ma, si Namungo acheza makundi. Azam kwani anashindwa? Kama kweli unahisi una unaonewa, huku pambana kwenye mechi za kimataifa tukuone. Kapata nafasi ya kucheza Champions League msimu msimu huu ameshindwa kuingia hata makundi, katolewa na timu timu ya uwezo wake APR. Sasa hapo utasema wa huku wa, wa, wa, anakuonea kule kule. Nani tunakuja kwa usingida. Usingida, ha, ha, kabla kufananisha na Simba na Yanga, usingida level yake ni kufananishwa na timu kama Azam FC Shule, tena Azam FC amemzidi Singida bado kwa kila vitu vingi tu, miundo mbinu, jinsi ambavyo Azam inavyoendeshwa. Ina, ina, ina, ina uwezi ukakompea na Singida Mene. Singida ni kama timu ya ndugu tu, timu ya undu, ina undugu na Yanga basi yaani, haina, haina uwezo ukasema ni timu ambayo ipo serious kwamba kuna kitu inahitaji kwenye ligi, hakuna. Yaani, ile ni timu kama ambayo naweza kusema kama ni tawi tu la timu nyingine na sisi familia uh, wa Singida Black Stars na Young Africans, kuna vitu uh, vinawaathiri moja kwa moja, hususan kwenye uh, michuano kama hii yeah, of course of course. Sisi ndio mambo kama hayo, yaani mambo kama unaenda unategemea, una mechi ya Yanga na na Singida iwe mechi kubwa. Unaona, huko kuna maarufu Chake, kuna Jonathan Soa, kuna Bada, kuna Dani, kuna Rupia, kuna... unaenda mechi unasha una TV unakuta watu wako bench, wacha kina Gadiel Michael Jumanani sijui nani sijui sasa tegemea kuna nini? Wale ni ndugu. Mimi, mfano Azamu, Azamu kidogo na Singida. Na Simba na Yanga kun mhiata ya ni, ni ku, ku, ku, ku laba kuangaliwa ubora wake kwenye ligi ya Tanzania, anataka kwenda Yanga atapelekwa Singida pale atampima, akiona anafaa anamchukua akiona wakiona, ah, bwana huyu vipi? Kiongozi ame, eh, kiongozi wa Yanga labda amefeli huko, anapelekwa Singida kupata experience pale, anatupwa kule, sijui goalkeeper. Anataja kuna kipindi alikuwa anahitaji goalkeeper, wakamchukua goalkeeper pale kwa mkopo, wakamtumbukiza Yanga pale, vitu vya ajabu ajabu ambavyo eh, eh, Naweza nikasema ni vitu ambavyo vinaonekana by the way kwenye ligi, sio kwamba watu hawavioni wa, lakini basi tumechagua tu kukaa kimya, na na ndio maana zikitokea kama hivyo jambo, wakiona Singida wameonewa na Simba, wanakuwa wakali kwa sababu pia, kuna orders kutoka serikali kuu. Serikali kuu ndio yanga sasa. Serikali kuu yanga inapeleka orders direct kwa serikali ndogo ndio Singida. Kwa sababu bwana, ni vipi, mbona mmeshindwa kumzuia huyo jamaa? Ah bwana unajua bosi, unajua unaona penalty Serikali kuu inaamini kwamba yule Singida anaweza kumfunga Simba. Hamna kitu kama hicho hata zichezo mechi kumi mfululizo kati ya Simba na Singida, fairly Simba watoe macho. Unajua Simba wametoka kucheza na RS Berkane. Eh, nafikiri unaelewa ratiba ilivyokuwa ngumu. Umetoka kucheza mechi kama ile alafu unakuja unakaa siku mbili unacheza na Singida. Nafikiri unaelewa kwa watu wa soka wanaelewa jinsi gani ambavyo wachezaji wanakutana wana, wana, wana, wana, wana na hiyo changamoto ya recovery na vitu kama hivyo. Kwa mtu wa mpira ndo anaelewa. Unajua mtu mwingine, eh, anaweza asielewe, eh. Lakini kwa mtu wa mpira anaelewa. Lakini tuzungumzie timu zote zime relax. Kati ya Simba na, na Singida, timu zote zime relax. Ndugu yangu <laughs> Singida hana uwezo wa kumfunga Simba. Na hata ukiangalia wachezaji, nafikiri sakata kubwa na kuja kwenye wachezaji. Mchezaji ambaye analiliwa zaidi na vilabu vikubwa pale sana sana, ambaye anaimbwa sana ni mmoja ni Jonathan Soa. Hao wengine si wabaya ila kwa hizi timu zetu za Simba na Yanga zina wachezaji wazuri katika hayo maeneo mengine ambayo Singida wana wachezaji wazuri. Sio, unanielewa? Kwa mfano kama, subiri utaongea, tunamalizia malizia point. Kwa mfano labda mtu kama Maruf Shake. Maruf Shake ana uwezo wa kucheza kama winga, ana uwezo wa kucheza kama namba kumi. Unajua alipokuwa Vita Club alikuwa anacheza namba kumi huku mara, mara nyingine namuona anacheza zaidi winga namba kumi ya Sabada. Si ndio? Maruf Shake kwenye winga akienda Simba pale kuna Eli Mpanzu, umeelewa? Namba kumi kuna Jean Charles Ahua, kuna Kibu Dennis kwenye mawinga, kuna Joshua Mtale ambaye naye performance. Kwa hiyo kiongozi hawezi kuinvest pesa yake kwa, kwa mtu kama yule kwa sasa hivi ila kwenye upande wa striker anaweza akamchukua Jonathan Soa kwa sababu anaona kidogo anaweza akaleta competition nzuri kumpea na wa striker waliokuwepo. Ukija kwenye sijui eneo la namba sita. Sijui kuna Kevin Nash labda na Murchuku. Eh, um, ah, sasa utakumpea na, na vilabu vya huko. Huko na kago huko kuna Aucho. Umenielewa? Kuna Duke Abuya, kuna na... yani viungo wakati wapo wengi kuna Mudathiri ambao pia anaweza kucheza namba sita, namba nane, namba kumi. Mtu hawezi akaona haina haja ya kucheza kumchukua huyu uka invest pesa kwa huyu wakati wengine wa menilua. Kwa hiyo ndio maana nikasema si mabaya, ila si sawa na unavyokompea na wachezaji wa Simba, ila kuna kile kiutamaduni cha kuamini kwamba Simba na Yanga, hata kama mchezaji akiwa na kiwango cha kawaida ataonekana mzuri. Si kweli? Unaweza ukaja hapa na matakwimu yako ma, mengi tu ya, kwenye, kwenye kwenye, kwenye vilabu hivi viwili na ukaonekana si chochote si lolote na ukaondoka na matakwimu yako. Mfano, kuna mchezaji alikuwa anaitwa Juma Balinya. Alikuwa top scorer wa ligi kuu ya Uganda kabla ya kuja Yanga, baadaye amekuja Yanga akashindwa kuperform vizuri. Alifunga magoli kule kwenye ligi ya Rwanda, magoli ishirini na moja kwenye michuano yote kwa mba, ya ndani akaja hapa, niwaambie kwamba Singida sio timu ya ni, ya, ya, ni timu ambayo haipo serious by the way. Na mwishoni kwenye hiyo malalamiko ya Masanza, nimwambie tu huyu Masanza sawa, yeye kapeleka malalamiko atulie, kwa sababu yeye anapeleka malalamiko kama mtoto mdogo kwenye ligi, umeelewa? Yaani malalamiko ambayo anapelekwa na Simba na Yanga kwenye, kwenye kamati hizi za za, za, za, za TFF na sijui kwenye hizo vyombo vya, vya usimamizi wa ligi sijui TPLB ikipeleka e, Simba au Yanga uzito unavochukuliwa si sawa na Singida. Singida ni mtoto kidogo tu ambao faili lake linawekwa kule, watu wanakunywa kahawa kwanza, wanasikiliza fu, wanaweza wakaamua chochote na wasifanye chochote. Sasa mwishoni kuandika kwa, kwa, kwa kejeli na dharau kwamba sisi kama klabu tutatoa msimamo. Msimamo gani? We tulie hapo, malalamiko yako yasikilizwe, upewe majibu yako upotee, kama kweli umelalamika. Lakini kwa kusema utatoa msimamo, msimamo gani utakao, atatoa msimamo gani? Klabu itatoa msimamo gani? Msimamo kama una msimamo, simtoe. Mnapeleka malalamiko nini? Mtu mwenye msimamo analalamiki? mm, usha... ah, of course wewe kusikia mtu mwenye msimamo analalamika? Mtu mwenye msimamo anatoa msimamo wake, alafu wewe mwingine kama hauna msimamo ndio utamlalamikia? oh. Eh, manake mwenye haki ya kutoa msimamo ni nani? kwa tafsiri hiyo TPLB, eh, bodi ya ligi. Manake watu wasioelewa, TPLB, bodi ya ligi, hiyo ni kifupi cha Tanzanian Board, uh, Premier League Board, eh, kwa hiyo Masanza kaa kwa kutulia, jiandae na mechi ya nusu fainali ya FA, ili usilete visingizio kwamba tulikuwa tuna malalamiko yetu, sijui refa alitunyonga sivi na hivi na hivi, kwa sababu hayo yashapita. Mara nyingi timu kubwa inalalamika mara moja, sawa. Simba imenyongwa, ime na e, beda dahane imelalamika mara. Umesikia Simba inalalamika sasa hivi? na concentrate na nusu fainali hiyo. Ndo timu kubwa inatakiwa ibehave sasa wao walalamika, wasubiri majibu yao, lakini hawana msimamo wa kutoa